Nitakuleteni sababu zinazopelekea kichwa kuuma. Wengi wamekuwa na changamoto ya kichwa kuuma na wafahamu sababu. Sasa hapa nitakuelezeni baadhi ya sababu. Sababu namba moja ni upungufu uh wa damu. Ndio maana hata wajawazito nimekuwa nikiwambieni kwamba ukiona kichwa chako kinauma mara kwa mara, ndugu yangu, hakikisha uh unatafuta vitu vya damu kama rozela, lakini pia kama beetroot. Namba mbili tunasema ni kutokunywa maji ya kutosha. Wengi hatunywi maji mpaka tukumbushwe, mpaka tuelekezwe na daktari ndio tunaanza kunywa maji. Hiyo ni hatari kwa afya yako. Lakini pia kuto Kulala, eh? Wengi hatulali, tunafanya kazi kwa muda mrefu, hatupati muda mzuri wa kusinzia, ndugu yangu, maumivu ya kichwa inaweza kupelekea ubongo wako kufanya kazi zaidi afya yako lakini pia mwisho tunasababishwa na presha ya kupanda. Tuambie ni madhara gani au ni sababu zipi ambazo unafikiria wewe zinakupelekea kichwa kuuma. Kama una changamoto yote, basi karibu Daktari Jimmy aweze kukupa msaada wa afya.